kabisa. Myehe, katika saikolojia pia tunajifunza <coughs> tuna masuala ya utamaduni. Nikimaanisha kama ulivyosema katika tamaduni mbalimbali mbali, mm, kila tamaduni ina namna yake au taratibu wake au sheria zake namna ya kuishi. Ukibainika kama labda katika jamii tunakubaliana tufanye kazi labda tukalime, mm. Sasa hajaonekana labda mwana kijiji na asipoonekana pale labda anatengwa au anaadhibiwa. Kwa hiyo ni sababu ambazo pia katika jamii mbalimbali mbali, ambazo watu wanatokea sasa mm. Ikitokea jamii labda ambayo ina sheria kali, kama mtu asipoweza kuwajibika kwa wakati, ndio inaweza akampelekea huyo mtu akatengwa na akaingia katika changamoto hii akapatwa na, na msongo wa mawazo kwao, ni dhahiri kabisa pia masuala ya kitamaduni mm, na katika hizo sheria mbalimbali ambazo hizi tamaduni zinakuwa zinaonyesha au zinakuwa zinatoa kwa watu wao zinaweza zikapelekea mtu aingie katika uh, tatizo la afya ya akili. Haya, asante sana. Uh, umekusha kuzungumza mambo mengi Habibu, mtaalamu wetu, umekusha kuzungumza mambo mengi katuambia e, msongo wa mawazo ni nini? mm -hmm. E, lakini pia ametujuza kwamba mtu atajijuaje kama yeye ana changamoto hiyo, yeah. E, pia ameweza kuzungumzia a, aina ameweza kuzungumzia ni zipi e, sababu za msongo wa mawazo. Kabla sijafika mbali, msikilizaji angependa kujua ni aina zipi au ni kuna aina gani za msongo wa mawazo? aina za msongo wa mawazo ndio niliongelea hapo mwanzoni. mm -hmm. Nilisema kuna aina za mawazo e... ambazo tunaita stress. Okay. Katika aina hizo tatu. Mdiyo. Nikasema kuna aina ya kwanza ambayo ni ya muda mfupi, tunaita mawazo ya muda mfupi, sio msongo mawazo ambayo tunasema kila mtu anayapitia kwamba unaweza ukawa labda umekorofishwa kidogo na mwenzako mm. ila baada ya muda mfupi mkapatana, ina maana pale mawazo yasiweze kuendelea tena okay. Yani, nikasema pia aina nyingine ni aina ambayo ni mawazo ambayo ni positive au mawazo ambayo ni chanya okay. kwamba unakuta mtu anapigania maisha yake kila siku kwamba anapambania ndoto zake sasa, mm. ina maana ni mawazo ambayo yanatoka kilini yanayomfanya aweze kupambana katika maisha yake. mm. mm. Ila yatatu sasa ndo nikasema chronic stress au ndo msongo wa mawazo. oh. ina maana sasa huyu mtu akishindwa kuhimili hisia zake, yani akielemewa, anashindwa kwamba tatizo lilivyokuja, ameshindwa yani, mapokeo la ile tatizo, mapokeo yake yamekuwa katika hali ambayo ni hasi sasa ina maana katika akili, ina maana yale mawazo yataendelea kufanyaje kumsumbua, kwa sababu ameshindwa kupata nini suluhisho. Kwa hiyo no. ina maana sasa hi ndio msongo, ameingia katika msongo wa mawazo ina maana ameshaingia kwenye dimbwi la mawazo, anashindwa kutoka kwa sababu gani ya kuweza kulemewa kimawazo au no. kihisia, k kwa kwamba kwa mtu akishindwa kuhimili ayo mawazo ya muda mfupi ndio ikafika hiyo hatua ya pili na yeah. Ehe, sasa ndo wanafika kwenye hatua ya tatu ambayo hiyo sasa ndo inakuwa msongo wa mawazo yenyewe yeah. Abibu, na kipi cha kuzungumzia hapo alivyozungumzia, ah, ah, elimu pale elimu ah, ya msongo wa mawazo mm. Je, awa, kwa hapa labda mjini mtu anaweza akapata elimu ah, kwa njia nyingi. Je, kwa yule mtu ambaye yupo vijijini mnatumia njia gani ambayo uh, ya kuweza kumfikia mtu ambaye yupo kijijini na hana teknolojia kama uh, simu labda au na teknolojia zingine mm. Sasa mm -hmm. kama nilivyoongelea awali kuhusiana na kile chama cha Tapa mm -hmm. ambacho <coughs> Tanzania Association Psychological ambacho tulisema ni kinachodili na utoaji wa elimu mm. mm. Utoaji wa elimu wa saikolojia mm. na katika chama hichi kiliona, ni vyema pia kama unachokiongelea kiliona mm. ni vyema kwamba pia hata watu wa vijijini ambao wapo ndani hawapati elimu hizi mm. aidha labda ni masuala ya mitandao na kadhalika, mm. au labda ni masuala ya utandawazi sasa mm. kiliona pia ni vyema kuweza kuwafikia watu kama hao. Kwa hiyo ilikuwa ni moja wapo ya plan au mipango ambayo ilikuwa imepangwa na chama hichi cha, cha... saikolojia ko hapa Tanzania kinachotoa elimu kuweza pia kuwafikia watu wa ndani kwao, ni katika pia ma, ma... tu, yani ni, ni ni plan, ni plan ambazo zinaendelea kwamba zitafik mm zitafika -hmm. pia kuweza kufanyaje kuweza kuwafikia watu wote wapate elimu hizi za saikolojia. Kweli changamoto ni nyingi, watu wanazipitia na wana elimu kwa nikiliona hivyo hivo, kiliona mbele kwamba kitaweza kupia kuwafikia watu wa huko ndani. Haya, tumezungumza mengi.